na kitabuni kile cha sura ya pili tutaangalia tisa aya ile ya kwanza ya pili ya tatu nataka na nikwambie rafiki katika maisha yako yote mwambie bwana akufundishe kutenda yaliyo mema niwapatie faida hii katika maisha ya mwanadamu kawaila, ya jifunze kuishi na watu maana changamoto zina kawaida ya kupeleka kwa watu ambao uli Unanielewa? Narudia tena yaani, katika maisha ya kuajilia mali ya Kristo, kama mwanadamu, jifunze kuishi vizuri na watu, maana matatizo yana kawaida ya kupeleka mahali ambapo, kwa watu ambao uliowakosea. Changamoto wako, watu wanaona kwamba ni vizuri sana kutengeneza maadui wengi kuliko kutengeneza marafiki wengi. Nakuja na somo la kusema